Karibu kwenye makala ya Wimbi la Siasa. Mimi ni Victor Abuso. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda, Juni tarehe 27 zilitiliana saini mkataba jijini Washington nchini Marekani kusaidia kuleta utulivu mashariki mwa DRC na kumaliza vita vya muda mrefu. Rais wa Marekani Donald Trump alisema mkataba huo unafungua ukurasa mpya wa matumaini na fursa kwa eneo lote la Maziwa Makuu. Rais Felix Tshisekedi naye amesifia mkataba huo na kusema hatimaye utaleta utulivu ambao umekuwa ukisubiriwa mashariki mwa nchi yake, huku nchi ya Rwanda nayo ikisifia mkataba huo. Miongoni mwa mambo ambayo yalikubaliwa katika mkataba huo ni pamoja na Rwanda na DRC kushirikiana na kupambana na makundi yenye silaha katika eneo la mashariki, lakini pia DRC na Rwanda ziheshimiane, huku kukiwa na kipengele cha ushirikiano wa kiuchumi kati ya mataifa hayo matatu. Je, mkataba huu umepokelewa vipi huko mashariki mwa DRC? Kwa njia simu, naungana naye Ame Mukanda, yeye ni mwanaharakati na kiongozi wa shirika la kiraia akiwa Goma. Karibu sana kwenye makala ya wimbi la siasa wiki hii, asante sana bwana journalist. Lakini pia tunaungana naye Ferdinand Kambere, naibu katibu mkuu wa chama cha upinzani cha PPRD chake rais wa zamani Joseph Kabila, ni kukaribisha tena kwenye makala ya wimbi la siasa karibu. Na asante kwa kwa kutuhusisha kwa hiyo mjadala. Nianze nawe Me Mukanda ne, kama viongozi wa mashirika ya kiraia, mmepokea vipi huu mkataba ambao ulisainiwa kati ya Rwanda na DRC? Hiyo tunashukuru sana hizo maeforo za rais Felix Chisekedi kwa sababu ni miongoni mwa njia ya kuleta amani kuleta amani siyo kitu pekepesi. Kuleta amani siyo mzaa na ni kusema hiyo ni njia tu ya kuleta amani. Tumefanya miaka zaidi ya makumi tatu na tuko ndani ya vita. Watu wamekufa wengi, zaidi ya mamilioni ya watu wamekufa. Watu wengine wamebaki yatima watu wamebaki vilema na wengine watu wamekuwa wameenda ugenini, ama wamekuwa wakimbizi ndani ya nji mbalimbali. Sisi tuko tayari kupokea amani mahali popote itatokea, kwa sababu amani ilikuwa na kuya inafanana na amani, lakini na haiko amani ya kweli. Ferdina, wewe unasemaje, chama chako kimepokea vipi mkataba um, huu? Rais Chisekedi ameusifia amesema kwamba ni fursa ya kipekee ya kurejesha amani ya kudumu mashariki mwa DRC. Hii siyo mkataba wa amani, hapana. Ni mkataba tu wa biashara, ni business ambayo walianja na kagame pale kabila alimwachia mamlaka. Mwaka wa kwanza alienda deja, akasaini mikataba huko Kigali, na hiyo mikataba sisi kwa kuona yetu ndiyo iliendelea, kwani wakati ile yote alikuwa Nairobi, kulikuwa kikao cha Nairobi, kukakuwa kikao cha Luanda, kukakuwa kule kote alisaini ma resolution ya kuonyesha kwamba kwa kukomesha vita lazima Rwanda ambayo ilikuwa na kuwa ombi kila mara ilikuwa na kuwa aongee na awa wa ndugu wa M23 ambao waliwaalika tena, ijapokuwa muda wa kabila ile kitu haikukuwa tena jambo ya matatizo. Rwanda leo tena haiko nchi ambayo inajipenyeza ina, ina ndani ya nchi nyingine kwa kinguvu kwa silaha shikilia. Leo Rwanda imekubalika sasa, kama wana majeshi Kongo, mewana hatia ya kuweka majeshi yao, kwani FDLR inatumika na FRDC. Unaona umbovu ya ile katiba naam, naam. Ni hiyo katiba mkata... kibana ndani ya ile katiba, na ni uongo kusema ni katiba kuleta amani. Hakuna amani pale bwana eme uh, tupe tu picha halisi ya hali ilivyo baada ya mkataba huu kutiwa saini hali iko vipi? Wananchi wanaishi katika mazingira gani, na matumaini yao ni yepi? Wananchi wakongomani wote ambao wanaishi kwenye eneo ambayo inadhibitiwa na m ishirini na tatu wengi wao walikuwa wanazania kama kisha kusaini hiyo mkataba amani itarudi hapo hapo, sio hivyo. Hapana, ni kusema amani inaenda kurudi ni process. ni process na, na hiyo barua ina uelezo ina, ina, inauelezo wazi kama kisha siku fulani kutakuwa hivi na hivi na hivi na hivi, kisha siku makumi tatu kutakuwa hivi. Ni kusema Gisi, Rwanda na Kongo wamekubali kusain. Tunachunga sasa mapenzi ya kila mtu aitimize, ili amani irudi. Kuna watu wanaokuwa kwenye siasa bila kukuwa na roho ya kusikilia watu huruma, kama vile ndugu yangu mkubwa Ferdinand Kambere ambaye tunatoka mjini moja Nyamilima, anajua hali tunaishi. Wame, wazazi wake wamekimbia, wazazi wetu wamekimbia ruchuru na tunaishi ni maisha ya kukimbia kukimbia kwenda mbali sio kuacha wenye walibaki huko bila kuwasikilia huruma. Tunapasa kufanya siasa lakini na tunasikilia watu huruma. Hali ilikuwa mbaya, tunashukuru Rais Kisekedi ambaye iko na bon volonte ya kurudisha kwanza amani. Fedina, unasikia sauti ya wananchi hapo na mnaonekana kwamba mnapinga amani rejee mashariki mwa DRC. Umemsikiliza bwana Eme hapo, unasemaje? Yeye alikuwa wapi wakati M23 itoke Bunagana mpaka ifike huku, ile walikuwa naita jeshi ya mataifa ya EAC ambayo ilipashwa kuwa katikati ya FRDC na M23, huyu ndugu alikuwa wapi? Barabara sasa zilifungwa. Chisekedi, yeye aliendelea kuzarau jeshi ile, kabila alimwachia wenye kupora mali na kuiba mali ya serikali. Hakuna ambayo inayofanya wizi ambao haujafanyika dunia mzima ni Tshisekedi na wandugu zake na jamaa yake. Leo sasa anakuwa mbele, amalize vita aanja akapane akekaba madini ya nji, inakuwa mumuache tu, mulete wenye dini wasali, mulete wafumu wafanye vitu vyao. Hii in, inakuwa ni ukatili sasa Fedina, muda wetu kwa kweli unayoyoma una sana, lakini sasa kwa kifupi tu, tuangazie sasa mkataba umesha sainiwa. Rais Chisekedi ameupokea na, na furaha. Sasa, eme, unafikiri nini? Mnaweza mkatoa wito kwa hizi nchi mbili a, kuenda mbele, kitu ambacho wananchi wanataka kuona ili amani ambayo umekuwa ukizungumzia ipatikane kwa haraka? Ni kusema tunaomba Marekani ambayo ndani ya kile kibarua haikusema kama wasipoheshimu hiyo makubaliano watafanya nini, wasipokubaliana na hiyo signature ambayo waliweka hapo, kukue kitu wanafanya Rwanda ipate sanction. Ni hiyo tu. Sisi wakongomani tulikuwa na bonne foi ya, ku, ya, ku, ya, ya, ya, ya, ya kutafuta amani na tunabembeleza Rwanda ndani ya njia zote. Rwanda, tunashukuru kwanza gisi imesaini hiyo hiyo mkataba kwa sababu imekubali kama jeshi yake iko iko Kongo na ilikuwa inakataa na kitu ingine ni kushangaa. Tunaona watu ambao waliongoza wali, wali nji zamani miaka kumi na nane wanakuja patikana Goma hapa Goma, nyuma ya hawa watu, ni kitu ya kuleta haya sana na ni kitu ya kuleta haya kwa maoni ya ya ndugu yangu mkubwa Fedina Kambere ambaye anakuwa kama porte parole wa M23 saa hizi. Hiyo kitu inaleta haya, ni kusema kwa kongomani wote mahali wanakuwa, tuungane mkono kwa mkono kama vile Martefa yule alienda kumuona ndugu yake Rais Felix Sekedi kuongea gisi amani irudi na kama hii mkataba imesainiwa, ni kusema watu wa kawaida hawawezi kuelewa matexte lakini wajiriste kome mkubwa a Fedina Kambere anaelewa kama amani narudi, na najua Fedina uh, Kambere, wewe unamalizia vipi uh? Ni, ni wazi kwamba chama chako kinakataa mkataba huu. Yeye Chisekedi atarudisha amani kwa usaliti wa Kongo, usaliti ya katiba, vyote ni msaliti kabisa amesaliti hii mkataba alisaini huku Nairobi, anasaliti hii mkataba wanasaini huku, eh, huku kama Luanda anaenda huku Arusha walifanya eh, ba resolution ya sommet sadek EAC yote, anasaliti anaanza, anakimbilia Qatar kuwazungu awaonyeshe madini za Congo, ili wao washawishike na waanje wa, wa semea amani wao wiko na wakati hawasikia haya, wakati Trump anasema kuna watu walinifata hapa misi kuita mtu ya kusema madini ni kuye nikamate. Hawawezi sikia hata haya wa viongozi ambao wanaona wanashindwa na, na wawe wakiacha mamlaka Z lazima na Afrika hii, hii utamaduni yanje paske inakuwa aibu kwa Afrika mzima, haiko tu kwa wakongomani, ni kwa wa Afrika mzima. Nam kwa kweli, kwa bahati mbaya muda wetu unaturuhusu kuwa na hayo tu kwa leo, lakini tutaendelea kufuatilia swala hili na kulijadili katika siku zijazo. Nakushukuru sana Ferdina Kambere, naibu katibu mkuu wa chama cha upinzani cha PPRD chake rais wa zamani Joseph Kabila. Asante sana, asante pia kwa ku, kwa aliko, kwa majadala ya leo. Na kushukuru pia Eme Mukanda, yeye ni mwanaharakati na kiongozi wa shirika la kiraia akiwa huko Goma. Na kushukuru sana, asante sana pia na msikilizaji, hadi wiki ijayo kwenye makala ya Wimbi la Siasa. Mimi ni Victor Abuso, kwa heri.